Mikopo ya wanafunzi sio tatizo la Afrika pekee, bali dunia nzima. Lakini barani Afrika mambo ni magumu zaidi. Nchini Kenya mwanafunzi akipata mkopo na kuchelewa kulipa, riba inapanda chapchap katika -chap. Wakati ambapo hakuna ajira za kutosha, wengi wa wahitimu hushindwa kuilipa hata kabla hawajapata kazi. Hali ni mbaya kiasi kwamba bodi ya mikopo ya elimu ya juu nchini Kenya iliziendea mamlaka za usafiri kuomba mzisaidie kuwasaka wale walioshindwa kuilipa mikopo lakini wanamiliki magari. Huko Afrika Kusini wanafunzi kwenye TikTok wanaitaja mikopo ya elimu ya juu kuwa mtego. Kwa nini? Kwa sababu unaanza kulipa mwezi wa kwanza tu unapopata ajira na malipo yanakatwa moja kwa moja kutoka kwenye mshahara wako. Nchini Nigeria wanafunzi wamelalamika sana juu ya urasimu wa kuipata mikopo, huku wengine wakisema hawakupata mikopo, kinyume kabisa na madai ya taasisi zinazoitoa. Kote barani Afrika simulizi ni hiyo hiyo, mishahara inakatwa hata kabla wanafunzi hawajapata muda wa kujipanga kidogo. Sasa katika mazingira ukosefu wa jirani wa kiwango cha juu, ni vipi vijana wa Afrika watamudu kulipa madeni yao? Tuambie.